Mtazamaji mpendwa wa MuPhilip Media Injili kwa wote, e, tuko katika parokia ya Bikira Maria Immaculata Pande Msakuzi ya e, jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam ambapo mwashamba baskofu mkuu e, Yuda Tadeus Ruwa'ichi amefika hapa kwa ajili ya adhimisho la sadaka ya misa takatifu ya sakramenti takatifu ya kipaimala pamoja na kubariki ndoa za pamoja katika parokia hii e, na miongoni mwa mambo ambayo E, mwashamba basikofu pia anayafanya ni pamoja na uzinduzi wa eneo e, la parokia hii ambalo utaliona muda mfupi ujao. Eneo hili e, kama unavyoliona upande wangu huu e, hili hapa ni eneo ambalo mwashamba basikofu mkuu anakuja kuzindua hapa, e, Yuda Tadesu Ruwa'ichi e, ambapo ninaelezwa kwamba eneo hili ndipo patajengwa kanisa jipya la parokia hii ya Bikira Maria Imakulata Pande Msakuzi. Tunachofuata hapa sasa, tunamsubiri mwashamba basikofu mkuu ambaye e, amepita upande wa pili kwa ajili ya kufika hapa kutokana na miundombinu e, ya eneo hili kutoka katika kanisa la sasa hadi kufika hapa. Kwa hiyo kinachosubiriwa ni mwashamba basikofu mkuu kufika hapa, waamini wakiwa wamejitokeza kweli kweli. Waamini ni wengi wamejitokeza kuhakisha kwamba e, wanashuhudia jambo hili. Naam, mtazamaji mpendwa wa MuPhilip Media Injili kwa wote. Kwa mbali kabisa unaona gari zinafika hapa Eh, ni ujumbe wa mwasham baba Askofu Mkuu Yuda Thadeus Ruwa'ichi akiongozana na paroko wa parokia hii pamoja, eh, na viongozi mbalimbali wa parokia hii wakifika hapa katika eneo hili la mradi wa ujenzi wa kanisa ambapo atazindua Mheshimiwa, eh, mwashamba Askofu Mkuu Yuda Thadeus Ruwa'ichi. Hili ni gari ambalo limebeba paroko eh, na sasa gari ambalo linakuja ni la baba Askofu mkuu likifuatiwa na gari la parokia pia nyuma yake. Eh, mwasham baba Askofu mkuu eh, Yuda Thaddeus Ruwa'ichi ndio huyu eh, gari yake ndio hii sasa eh, imeshafika hapa. <laughs>

Ya, yeah, <mulangu mkenye> hapa utakuwa mlango mkubwa wa kuingilia na hapa tutakuwa na mlango wa pili wa kuingilia, okay. Okay. Lakini like tutakuwa na barabara ambazo zitakuwa zinazunguka kanisa zima kwa gari. Kila la heri. Asante sana. Msaada wetu kwa jina la Bwana. Bwana awe naye. E Bwana Mungu Mwenyezi, wewe usipoijenga nyumba, mjenzi anajisumbua bure, wewe usipoulinda mji, mlinzi anakesha bure. Watumishi wako wa parokia hii ya Pande Msakuzi wamenuia kukujengea kanisa nyumba ya sala, na kuomba ubariki azma ya yao hiyo. Wajalie umoja, wajalie mshikamano, ukarimu, na moyo wa majitoleo, kuzuri kuzudi kazi hii itekelezwe kwa sifa na utukufu wako, na kwa utakatifuzo wa watu wako na kuomba basi ubariki jiwe hili la msingi. Kristu mwenyewe awe jiwe kula pembeni la kanisa tarajiwa litakalojengwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Baada ya jiwe la msingi ambalo limewekwa na mwashamsa askofu basi, paroko na pekee anamkabidhi mkandarasi wetu file ambao ni architectural drawing kwa ajili ya yeye kupokea site rasmi na taratibu nyingine za ujenzi kuweza kuanza. Kila la heri. Ujambo? Aa, jina lako nani? Kila la heri basi, tunashukuru sana. Sijua baba askofu, kama una neno zaidi.